Stori nyingine ambayo tunayo hapa kwenye meza ya wambea, the gossip table, bwana, ni kuhusiana na mtoto wa Diamond Platinums ah. <laughs> Najikuta nani huyu mtoto si ndo fasti? Eh, ndo ndo kujisema vile. Sasa hivi najiuliza ipi sababu ya yeye kujisema vile, sababu zipo tunajua, bwana mm. kawai ambaye, uko ufahamu, unamfahamu mtoto Diamond Platnumz first born wake, lakini pia first lady wake, yani mtoto wake wa kwanza, lakini pia ni binti yake wa kwanza tunayemfahamu sisi, tuweze jua kitapita mm, nyingi za shule shule kule, siku zote ukizaliwa namba moja lazima ujipigie makofi. Uh, lakini ma first born hakuna mtu mwenye kazi ni familia kama firstborn kwa sababu pia mbaya zaidi ukiwa na firstborn na wadogo zako ni wengi. Mfano kama Tifa anaangalia wadogo zake watatu, yes, yeah. Uh, ni, ni ni ni moja kati ambayo, kwanza Tifa ana akili, kwanza ana akili eh, like father, like daughter. Alafu ana bahati like mother pia, mm, like mother ana bahati kubwa, alafu ana upendo. Kwa hiyo mm, kwa Tifa kwangu mimi naiona kama ni unajua, ukiwa mtoto wa kike wa kwanza mm katika familia mm, ukiwa ni wa mwanzo unaambiwa, mtoto wa kike ana bahati zake, ndio unaambiwa yani, ukiwa wa kwanza katika familia, mtoto wa kike anakuwa kwanza na bahati, alafu neema zinakuwa ni nyingi. Yeah, yeah. Mwanamke kapoa, kipaumbele sana right, yeah. Akiwa wa mwanzo. mwanaume sisi mm, wanaume tunakuwa omaa, tumeambiwa tumeumbiwa mateso. Ah, oh, lazima mteseke. Tunateseka. Na ndio maana unaambiwa, bwana utapambana na hali yako ili kuweza kukamilisha maisha yako wewe mwenyewe kwanza, kama mwanaume. Mwanamke anaolewa, unaweza kama Tifa simona wa mwanzo mm. anafuata Nilan, si ndio? mm. Baadaye Tifa ataolewa atapata mtu wake, si ndio? mm. Nilan naye ataoa, lakini ukija kwenye masuala fulani labda ya mirasi na nini na nini, mm. umeelewa, anaweza akakaa Nilan kama mwanaume Like, sio kwa Tiffah Tiffah anavyopendwa mm. Ukianzia tu kwa baba kwa, kwa bibi Awe, Tiffah anapendwa, nyie kwanza, Tiffah anazaliwa tu alipata Haa. alipata ubalozi wa vitu vingi, mara sijui nguo za watoto, mara sijui vitu vya toys, yani ni mtoto ambaye alikuja na nyota na bahati. Yani Diamond yenyewe alikuwa anajivunia, kwa sababu kwanza kafanana naye, ukiacha Nasib Junior, unaelewa hmm. kafanana naye, umeona Tiffah Mm -hmm. Tifa kafana na na, na Diamond, hey jamani. Well. Ni mwanamke. Kwa hiyo mtaka kusemaje kuhusiana na Nillan na Dylan? Kwa mefanana na Dylan si ni baba? <laughs> baba mmoja. Oh, mm, baba mmoja. Sasa, uh, kupitia ukurasa wa Instagram uh, wa Tifa kuna maneno ambayo aliweza kuyaandika, na hii ikatufanya sisi tuweze kuja hapa na kulizungumza hili kwenye meza ya wambea. Uh -huh. Tifa aliandika maneno uh, maneno ya Kiingereza, lakini pia naweza nika nikasema kwa huyo aliandika aliandika, a firstborn, a first daughter, a first granddaughter from her father's lineage, first daughter of the first son, first daughter of her mother, yep, that's me. Aliandika hivyo Tiffah, na alivyoandika hivyo, baba yake sasa Diamond Platnumz akaja akacomment my miss, miss, miss I I miss world, yes. Na hii kwa wewe ambaye ulikuwa hujaelewa kidogo alichokimaanisha Tiffah, anasema kwamba ni kwanza kuzaliwa, mjukuu wa kwanza, lakini pia mjukuu wa kwanza katika ukoo wa baba yake, pamoja na binti wa kwanza wa baba yake na mm, mama yake. It is blessing, ni bahati kubwa. Yaani binti, yani unajua Tiffah amekuwa, unajua hey, Tiffah amekuwa sasa hivi na umri miaka, tuseme ni miaka anaweza kufika anafika umo hey, kumi, eh 10 11 tukokota ni binti ambaye machuadi yuko vizuri, yani akili yake pia ya uzuri, ni kwamba kazaliwa na wazazi ambao nao pia wako vizuri. IQ zao ziko vizuri. Yeah, Diamond yeah, nzari yeah. Kwa hivyo ni binti ambaye tayari kwenye akili yake iko vizuri kwao. Mm. Anakuja kujivunia na kuonesha kwamba yeye ndio mtoto. Mimi napenda wale kipenzi pia cha bibi, yeah, Mama Dangote mwambie kuhusu Tiffah hata kidogo. Ay, jiji jiji jiji. Yani katika ujukuu zake wote kipenzi chake sawa, napenda lakini, si mimi nivochunguza, sijui wewe ndugu yangu. Mm. Ama wewe mtazamaji, Tiffah napendwa sana bibi yake hiyo ni serious. hata mimi binafsi nalieka na, na, na hilo wazi, kwa sababu tumeona tunaona mm -hmm, Tifa akiz, akidondoka tu kutoka South Africa kuja Tanzania mm -hmm, unaona mama Dangote jinsi gani pale airport anavyokuwa na happy ya kumwona kuona watoto wake kwanza mm -hmm, lakini unamuona mara nyingi sana yuko na Latifa, yaani mara nyingi sana ukimwona, mara unajua ma Diamond bana anajiona kama kajizaa yeye. hey, eh, hey, umeona? Kwa sababu kwanza ni wakike akiangalia Diamond mtoto wa kike ndo yule yule wa Ay, mtoto mmoja na kweli, umenikumbusha lazima apende. Sasa mtoto wa kike peke yake na mm. mm. yuko peke yake katika watoto wanne mm. ona, sisi wanaume tunakuwa tutajivunia kupata watoto wa, wa, wa kiume mm. sana mm. na ukiona mwanaume katika uzazi wake hajapata mtoto wa wa kiume anakuwa anateseka sana kabisa, yani anahangaika sana. mm. Sio kama anakuwa atamani mtoto wa kike, anatamani Jio. Lakini zile wishing zake anaona, da nijione basi na mimi copy, copyright yangu inakuwa yes. Vipi hapo mm, so, kwa kwa, kwa upande wa Latifa kuongea kwa kwamba yeye ni namba moja ye mm. ndo, first time yeye ndo kazaliwa na wa kwanza mimi mm. Hiyo nadhani ni ishu ya kujivunia, ni sahihi ni sahihi kujivunia, na bado ni mdogo, mewezekana kaandika hivyo labda mm. tukaona ndugu zake wapo, kaona ndo, ndugu zake, lakini kajivunia kuongea hivyo kwa sababu pia baba yake anakuwa anajivunia kuwa na yeye Mona mm. kama Mondi kuna ishu moja ilitokea South Africa, Monde, sio alikuwa birthday ya Tiffah mm, alifanya surprise. Tiffah alikuwa kanuna kabisa eh, yeah, anamtaka yeah. Babake hey, eh baba onekani, so, anampenda babake hey, eh yeah. Yani ile birthday yake Tiffah, na hangaika kumbe alifanywa surprise, baada ya muda mfupi Mona Diamond alitokea tena, alichukua private jet. jet jet eh yeah. E, hey, akadondoka pale nini ah, ah. Sema yangu ndugu zetu wanaishi maisha mazuri ah. jamani ah Hey. Sasa waja nao ago hawaishi na mambo waja wakaja na maneno mengi kwenye comment nyingi huko mitandaoni mm. Wanamsema Tifa, kuna wakati pia wanamsakama, wengine wanasema hata kama mtoto sisi hatujui mpaka ajiseme, hivyo mara sifa nyingi Beti <laughs> <laughs> kitoto nacho kina sifa. Sasa ah. jamani mtu yuko proud na familia yake, mtu yuko proud na baba yake na bibi yake na mama yake na wadogo zake, sasa kwa nini Asi, asijitape Malzima na of course jitape, lazima Diamond uh, ampe kipombele Tiffah lazima. Hata Zari, unajua Zari naye pia kwa upande wake, Tiffah ndio mtoto wake pekee wake. Hivi mtu wako kuniambia Tiffah account zake anaziendesha mwenyewe mm, au kuna mtu anakuwa na, lazima kuna mtu anaziendesha hmm, lakini kwa kipindi hiki, ngoja kwambie kitu, labda kipindi ambacho chiko mdogo mbuk. Sasa hivi ni kipindi ambacho umdu alionao anaweza hata kutumia simu sawa, mm. Tiffah ni mjanja unajua, kwa ni mjanja anaweza kaandika maneno akaposti kwa, utapu, unabia... lakini sijui kama wazazi wake wamemruhusu kutumia ama ndio mm. superstar mwingi ama ni, ni, ni sawa tu kutumia uh, unajua, kwa wenzetu wazungu nadhani South Africa si ndio kwao. Kwao kabisa kwa wenzetu wazungu wana huo uhuru wa freedom ya labda eh, mtoto kuchezea simu na nini na nini na kuposti labda kama hivyo, na na Tiffah akaunti zake zimeanza kufunguka wakati pale anaanza kuzaliwa, si ndio? Yeah. Baadaye tukapata official kwamba Tiffah akaunti zake sijui ya Instagram akaunti mm, zake na nini, ndio maana kaja ile endorsement ya, ya ya matangazo ya nguo, watu na nini yeah. Unaelewa mm. Kwa hiyo inawezekana ni ushauri pia kutoka kwa Zari mm, si ndio? Mama yake mzazi anaweza kuandika labda, alimshauri kuna kushauriana. Unajua Tiffah sasa hivi kama walivyosema ana IQ kubwa sana, yeah. Anaweza kudadavua vitu, anaweza mm. kuongea vitu vikawa vimeenda, lakini pia anajua sasa hivi famous ni nini. mm. kwa sababu huwezi tu moja kwa moja ukatoka ukaandika mimi bana kwenye akaunti yako. Mimi naamini kutakuwa kuna ushauri pale, mm. labda Zari au ye mwenyewe ikaamua kuandika, kwa sababu tayari ni mkubwa na uweza kufanya vitu fulani, lakini sheria zao kule sijajua kwamba mtoto anaweza kuposti kitu kama kile kupitia mtandao wa kijamii mm-hmm, na nini, ikaenda public. Nataka na kujua kuna vitu havimkosti, baada ya kuona hizo comment na nini, avimzuru labda kwa mtoto kumharibia, labda karia yake ya masomo au vitu vyake mwenyewe, labda mtoto kuweza kuhimili ile tafrani ya mitandao. Yani katika swala la comment, mfano kama comment mbaya, ndugu yangu komenti mbaya ni komenti mbaya tu. Lazima tumtu zakumiza kama tu watu wazima nyawa marufu, watu maarufu watu wakubwa wakutana zile komenti ndogo zinaumiza mtoto inakuwaje? Lazima mtoto ajifil vibaya ajisikie hey, vibaya pia kisaikolojia sana. Kama haimwathi na mwathi ina mwasi na yeye, inawezekana kaandika kwa upendo kaandika tu kwa upendo just hmm. kumprove baba yake, kwamba mm. mi baba anajivunia kuwa mi wa kwanza na naweza kwamba hii na nifanya mimi kuwa proud na nini na nini. mm. si ndio? mm. hiyo eh, bana mi kwangu, mimi nataka kujua ile in deep kwa ndani. Inawezekana kuna kitu hapo kinaendelea, labda mm. kitu gani labda Zari kamwambia mwanae post kitu fulani eh, yaweza kuwa wewe unafikiri kwa wakati mwingine kwamba Zari hamfundishi Tifa mm. lazima kama mama lazima anamfundisha au saa oh. zingine hata kama sio kumwambia afanye Tifa kwa sababu hata kile kilichopostiwa inaweza kwamba ni mama mwenyewe kaandika kaandika, yeah. Unajua ni watu maarufu, lazima watafute kitu cha kuwashtua watu mitandaoni watu, sure. Kuna wakati mwingine inaweza kawa sio mtoto mwenyewe akawa ni mamane. Mama mwenyewe, yes, hmm. Speaking of Zari, uh, uh, yeah. na watoto wake yeah, ni, yes. Kuna kitu nimekumbuka kilitokea hivi karibuni vimajuzi, kama sikosei, azungumzia kuhusu watu ambao wanamtaka mtoto wake wa kiume mmoja kati ya watoto wake wa kiume sasa. Kama mtoto wangu mimi anapenda wazungu sio kitu gani, yani kama vile anamfanyia promo Watu walikuja kwa kasi sana wakakizungumza kitu kwamba Zari kwa ni kafanya hivyo. Hata kama unaona kuna wanawake ambao wako wanamsumbua mtoto wako, wanamzungumzia kimahusiano mtoto wake wa kiume, wa kiume, yes, kiume. wa kiume anazungumzia kimahusiano kwa kwa, kwa kiu. Nyie yes, e, wa, e, mnaomtaka mwanangu type zake ni ha, kupaswa kufanya hivyo zari hakupaswa kufanya hivyo kwa sababu watu walisema sana kama mama kwa nini kaja vile angeiacha tum... kitu ki make sense kwa sababu ukiangalia mm. yule bado ni mtoto mm. kinaweza kawashtua watu kwamba huyu mama akafikiria kitu gani kwa sababu lazima uangalie zile haki za za watoto pia mm. si ndio kijana wake ni mkubwa kijana wake yupi unamzungumzia yeye? wewe unamzungumzia yupi yule ambaye okay. wale ambao wamezaa na na na, na, na, na, na, no. na, na marehemu, Ivan au ha, mimi siwezi kuwazungumzia yeah. sana yeah. kwa sababu ni wakubwa. E, sawa, lakini sidhani kama ilikuwa ni sahihi kuja kuzungumza kama vile. Yaani si kama vile mtoto wake. Ah, anamfanyia promo biashara iyo... matangazo yeah, kwa, kwa upande wangu mimi, kwa upande wangu mimi, kwa, kwa sababu ukishakuwa mkubwa unaweza ukafanya kitu chochote mm. Umeelewa asa mm. kwa nasa kwa nchi za wenzetu nasa hata kwetu mm. ukishakuwa mm. mkubwa tumefika miaka fulani ambao unaweza kujisimamia mm. na nini mm. na nini, na ya umepoa yale, yale makabrasha mm. yako bana, yeye akaunti zako hizi, unaanza kujiendesha mwenyewe umefika mm. umri fulani na fulani. Na wazungu, mtu akifika tu miaka kumi na nane na kuendelea, basi wewe huwezi tena kumcontrol mm. kwa sababu ume, umesha mcontrol mm. kwa muda tangu yuko mdogo mpaka kufikia hatua kufika miaka hiyo, si ndio? Lakini yeah. kama ndo mzali kaongea maneno hayo kumtafutia kum promotion ya wazungu na nini, yeye anaishi na wazungu South Africa, ni uzunguni, unaelewa yeah. mm. Sasa sijajua labda wazungu wanataka wazungu aina gani, tumlete nyumbani huku. Unajua kuna wazungu wanapenda waswahili na waswahili wanapenda wazungu, kwa hiyo Kwayo... Kwa hiyo Zari amtafutia kijana wake mishangazi, no. <laughs> Hey, kwa sababu dakika za mwisho, mm, kwenye kwenye mahusiano ya mtoto, mimi sidhani kwamba mama anaweza kuingilia chochote kuongea, labda sijui mwanangu, tembea na mzungu Eh, ndo kidogo kwa sababu kama shida ya pesa unayo. Unaelewa mm. -hmm. Helewa, shida sijui ya nini labda unataka kubadilisha kala. Pesa huwa hazitoshi. Rangi na pesa hazitoshangi. Pesa haitoshi kweli of course. Hazitoshi. Hapo si ukiangalia ile familia ya watu maarufu, famous family, matajiri. Mm. -hmm. Kwa hiyo mama anataka bebi vinavyoenda kumdia mtoto wake ni binti vya uswazi. Kwa nini asinge watafuta wakina wakina Arakeli au mmeelewa? Mm. -hmm. Eh, akamwambia bwana, tafuteni wazungu, akatafuta pia wale ambao mastaa wakubwa wakubwa, sinajua mm. Eh hey, kwa sababu kama ni familia ya famous tunataka kuolewa na mzungu, kwani kuna kuna wazungu watasoma famous. mm. wana mambo yao na maisha yao na wanaishi fresh, kwa hiyo mimi sikuona sababu yeye mama eti kuongea, mbona kama hayo kumfanyia promotion mtoto. Mimi leo unamzungumzia Nila, Nila ni sio Nila, namzungumzia e, moja kati ya vijana wake ambao ni vijana wakubwa sasa hivi. mm. wakubwa sana, yaani ukizungumzia mm. ukubwa ni wakubwa sana. Kwa hiyo ndugu zangu, swala la Tiffah kuhusiana na kujiproud, mwacheni tuto tutajiproud. Ukiangalia pia katoka familia nzuri, yani kuanzia uh, baba mama wote masta bibi sta babu star wajomba masta, kuna wale maanti wenyewe wale, familia nzima mama wa kambo star. Kwa hiyo mwacheni ajivunie toto, watu mwacheni ajiproud, lakini pia kuhusiana na hili la Tiffah huenda pia ukawa na maoni yako hapo sisi tuna kuruhusu uwanja wa maoni uko wazi kwa ajili yako. Kikubwa tu zungumza kile ambacho sisi tukizungumza hey hapa kupandua, kwa upande wako unaonaje? Lakini pia swala la Zari kuendesha maisha watoto wake yani kucontrol hata maswala ya mahusiano, hiyo ni sahihi kama mama? Mimi nadhani kwamba kuna na, nafika wakati watu wajifunze, hmm, na kujifunza ni kama hivi Tiffah ameamua ku kutoa yale aliyokuwa moyoni, kujivunia kwamba mimi ni I'm the first one eh, najivunia kwa sababu kwanza a hey, familia imepata imepata proud kuona kwamba yeye ni wa kwanza, lakini pia mafanikio makubwa ameyapata. Yani mtoto kaja kama na biashara mm. mm. baada tu hey, pap hey, Diamond sababu promotion ilikuwa ni kubwa mm. Zari kipindi ana mimba ayy ay, ay, ay, mpaka anajifungua mpaka inakuja endorsement ya matangazo na nini. ah, ilikuwa tena dakika za mwisho, tukasema hii tena ni biashara, na ni kweli. Kwa hiyo kwa, kwa Tiffah lazima ajivunie, na kwa upande wake yeye amepata hela nono, anasema amepata yeah, hela nyingi kwa hiyo ni hivyo tofauti na wakina Nilan na wengine wengine hao mm. so wao wamekuja tu kusogeza zile siku na maisha kuendelea lakini this time around ukimzungumzia Tifa hamna alikuwa mjui Tanzania nzima Sao, na, na inawezekana dunia kwa ujumla mm. kwa sababu Mondi Mondi bana ukimtaja Mondi na mzungumzia mwana ni msanii ambaye sasa hivi yenyewe anakuambia angalia soko, tu la la mbele huko sawa sawa na, na, na this time around tunaona kwamba mahusiano ya Mondi na na na dada yetu Zuchu kama tulivyozungumza jana, kwamba naeza na wameshaoana ne tu ambayo hamtaki kuamini. Mi nishaamini kitambo, sawa. Sisi tumezungumza mi kuusiana na swala hilo la Tifa, tumewasilisha hapa kwenye meza wa mbea. Kama nilivyokwambia mwanzoni, mawazo yako na maoni yako ni muhimu sana, kuana na hili ambalo yeah, linaendelea huko. Bonyeza alama ya kengele, lakini pia share like, kila kitu. Mambo yanakuwa yente yente mi, minisame, baby mwana gosip mwenzakominaiaa I mean, Asante sana kwa kutusikiliza, kwa kutazama pia. mimi Mm, nadhani tukutane tena siku nyingine, yeah, au unasemaje? kesho nayo ni siku da, kesho, mm, kesho nayo ni siku kesho. Basi kwa design hii, hapo kwa heli, na waendelee pia kutufuatilia kupitia kurasa zetu zote. Hai.